Riziki yao, kwa hivyo tunahimiza watu kwamba waweze kuendelea kuambia wengine katika kwa maboma biashara zetu kila mahali ambapo penye huko hata hospitali everywhere, ni vizuri kuweza kutenga takataka -taka. mau okay. hapo hapo mbele. Simama pale watu wasimame wasimama <muraya> na wewe hey. Red Cross, join mtu mmoja in every you you know what you normally do. Mtu mmoja aende kule mbele hapo. wako wapi? From Divide yourself into three groups. Now this group msonge hapo.